usikum bittaqwa waalamal lsalih. Ndugu zangu, kabla ya yote, mimi kwa maksudi, namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyeturudishia amani yetu ambayo kulikuwa na ishara ya kututoka amani ile, na naamini mpaka sasa wengi tumeonja ladha ya amani. Kwa wale ambao walikuwa hawajaionja vizuri wameionja, hata yule aliyenunua kichanga cha mchicha badala shilingi mia tano shilingi elfu tatu nne, huyo kaonja ladha ya amani. Lakini pia hapana budi tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliyetukubalia dua zetu mpaka mambo yakawa takhfif. Kilichopita ni tahfifu ingawa kuna watu wamepoteza maisha, kuna watu wamepoteza mali, kuna watu wamepoteza mitaji yao. Sidhani sasa kama wataanzaje biashara baada ya hivi, lakini kama ukitizama kwa uhakika, bado ni tahfifu mepesi bado. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyowajalia walioomba dua. Mungu amepokea dua zao, wale walioomba dua za amani, Mungu amepokea dua zao, kwa sababu hatujui wafanyaji fujo walijiandaa vipi, lakini fujo yao imeishia vile mlivyoona, lakini hatujui na serikali nayo ilijiandaa vipi kujihami na kutuhami. Pengine mambo yangalikuwa magumu zaidi kuliko hivi tulivyoona, lakini bado dua zinafaa. Mungu ametujalia, tumepata tahfifu. Yani mimi binafsi naona tahfifu kubwa, ingawa wapo wamepoteza maisha yao, ingawa watu wamepoteza mali zao lakini ni tahfifu kubwa kwa sababu wafanyaji fujo walikuwa wanaifanyia fujo serikali na wananchi wake, na serikali ina wajibu wa kuwalinda watu wake. Vile mlivyoona ndio serikali inalinda watu wake, vile ndio inavyolinda serikali watu wake na nchi yake wala msifikirie kuna njia nyingine. Hamna, ndio njia yenyewe hiyo. Ina machungu yake. watu msiohusika mmeshindwa kwenda kokote, na sisi hapa tumeshindwa kuswali Ijumaa, sio kwa kutaka uh -uh. Akili ilikuwa inasema lazima tufunge msikiti na tumefunga ingawa wenye akili nyepesi wamethubutu kusema kama mmetunyima haki yetu ya kuswali sisi tutakunyimaje haki yetu ya kuswali? Haki yako ya kuswali, haki yako ya kuswali ipo tu, swali nyumbani, huzuiliwi kuswali. Mtu umeruhusiwa kuswali hata makaburini, hata chooni ikiwa dharura imekufika hata chooni, swali ikiwa dharura imekufika hata nguo yenye najisi, swali dharura. Na sisi dharura, tumeona lazima tufunge. Tunapokea hizo lawama, lakini tumefunga na tutafunga. Ikitokea na Mungu apishie mbali isitokee, si ikitokea iki kama hivyo, tutafunga kwa sababu sisi tunataka kuswali huku tukiwa katika amani na utulivu, tuko salama, twende turudi, turudi twende, tunachotaka. Lakini pia tisahau, siwezi kusahau kumshukuru mama Samia Suluhu Hassan, dokta rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haraka alivyohisi kwamba wananchi wake tushaathirika huku akaamrisha vyombo vya dola mambo yarudi kama kawaida. Alhamdulillah, mambo yako kama kawaida. Na mimi nikisha hapa naelekea Mkenda, gari yangu tu ndo haina mafuta, nimeshamwambia katibu, katibwa, kila mtu nimeshamwambia, gari yangu tu haina mafuta, kiinkipata mafuta huyo shamba lakini tuelewe kwamba innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Mungu habadilishi hali walionayo watu mpaka wenyewe wabadilishe. Tulikuwa katika hali ya amani na utulivu, sisi wenyewe tukaamua kubadilisha. Na Mungu anasema, wa wama asabakum min musibatin Fabima kasabat aidikum, msiba wote unaokupateni umechanzo ni mikono yenu, mmeanza wenyewe. Mungu hana dhulma, Mungu hamdhulumu mja wake, lakini chanzo ni sisi. Wengine wameumia kwa sababu ya ubishi tu, anaambiwa na askari, wewe rudi Anabisha we askari, ana mtutu bunduki, an, an, anakwambia rudi, wewe unambishia, wakati wenyewe ndo huu. Kweli vichekesho, lakini tumeona, tuliwahi kusema kwamba kikiwaka, kikiwaka tutakuwa hatuswali, tutakuwa hatuchezi mpira, ligi imesimama, ikusimama imesimama imeakhirishwa. Yanga hawakucheza, Simba hawakucheza, na watu wengine hawakucheza. Hawa nimewataja kwa umuhimu wao, lakini na watu wengine wamo, hawakucheza. Michezo imesimama, na hakuna aliyethubutu kucheza bao wala karata wala uh, uh, uh, uh, uh, keramu wala nani hapo. Wanamme wamesimama, na hata sasa hivi jaribu, wapo eh wapo hawajaondoka, wapo hawajaondoka, na wajibu wao wanautekeleza wa kuhakikisha tunaendelea kuishi kwa salama na amani. Lakini kwa namna ya sasa inaumiza. Maana yake ukifanya fyoo, yeye anakufyokoa sio tena vile vile a. Kwa hiyo namshukuru sana mama mwenye roho ya mama kabisa ni rais, ambaye anatambua haraka hali ya watu wake na namna gani anatafuta ufumbuzi ili tutoke nayo hayo. Sisi tutaendelea tu kunadi amani. Hata wale watu wengine humu msikitini wanaambia, bwana yule kapewa bahasha hata unachukia wewe, mimi kupewa bahasha? Sasa kumbe nipewe nini? kupewa bahasha ndio namna mtu nzuri. kama nimepewa bahasha, sikupewa bahasha, lakini wewe inakujia hivyo. Kama nimepewa bahasha, lakini je, wewe usiyepewa bahasha, uliweza kukaa barabarani baada ya kuambiwa kufu, saa kumi na mbili ndani? Uliweza wewe usiyepewa matokeo yake, mimi niliopewa na wewe usiyepewa hali moja. Mimi niliopewa nilijifungia ndani na wewe usiopewa na wewe ndani, na sidhani kama siku ile watu walioa usiku subutu, ndoa hazikupita. Ingawa jambo hili ni ngumu kulijua, lakini siamini kwamba kulikuwa na ndoa kufika, watu walikuwa na tafakari khatima, kwa sababu jambo lili linakuwa eh? na intishari inapatikana kwa sababu ya amani. Kama hakuna amani, kila kitu kinakuwa nywe, kimenywea. Na huu udhaifu mlionao ndo kabisa kabisa, hiyo ndo hali halisi. Uwezi ukawa mwanamme usikule, huku bu huku bu, wewe unaweza kuwa nani? Subutu. haiwezekani jamani, amani mimi nakwambia ni amani. Tukitaka kuwa wanaume, amani; wanawake, amani; watoto, amani; kila kitu, amani. Hivyo basi mimi, wallahi, sina neno la kusema ila kumshukuru sana tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwashukuru wale mashehe waliokuwa wanakusanyika mara mbalimbali kutuombea dua, mara nyingi tu wanakusanyika na makongamano makubwa, walikuwa wanatuombea dua. Mimi hapa nikuwa ninasema fasatadhkuru, kama alivyosema mtume mmoja. Mtume mmoja aliwaambia ndugu zake, hawasikii mwisho, akawaacha akasema, fasatadhkuru na ma aqulu lakum wa ufawidhu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Mtakuja kukumbuka haya ninaokwambieni, na mimi jambo nalitegemeza kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anawaona waja wake. mtakuja ku... mtume mmoja alisema, na mimi nimesema kama alivyosema mtume huyo, na ndicho kilichotokea. Hii amani inabidi tuiendeleze sisi wenyewe, na kuna namna ya kuiendeleza, namna ya kwanza kwanza tuondoe chuki baina yetu watu sisi, watu tuondoe chuki baina yetu sisi watu, bila ya kujali dini, itikadi, wala nini, sisi watu wa Tanzania, ili tuendelee kuishi kwa amani na utulivu, tuondoshe tabia ya kuchukiana. Nanawambia Waislamu wenza wa wenzangu na mashekhe wa Kiislamu wale ambao hutuba hawana ila za amani, ila za ukafiri na jahannam ah ah, zile sio hutuba. Yani mwenzako kafiri, mwenzako ataingia jahannam, kama kwamba hakuna ila jahannam. Aa, hakuna na pepo? ataingia nani? Lakini kuna msamaha wa Mungu atakayesamehewa ni nani? Sio Mungu msio, sio sisi tuliokosea tukitubu Mungu atusamehe, lakini wengine wanapenda kutangaza hivyo tu. Sasa ile yote ni chuki, tuachane na chuki baina yetu sisi watu. Lakini hata mimi Qur'ani ninavyoisoma hakuna aya inayotuambia kwamba tumchukie asiye kuwa Muislamu. Jamani, aya hiyo haipo. Aya inayotwambia tumchukie shaitani zipo nyingi tu. inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, shaitani kwenu ni adui na mfanyeni kuwa ni adui, ndio adui yenu. ya bani adam ya bani adam, enyi wanadamu. La taabudu shaitana, msimwabudie shaitani. Innahu lakum aduwwun mubin, huyo kwenu ni adui wadhahiri. Lakini watu wa itikadi wa nyingine, Mungu katuambia hivi: latajidanna ashadda an nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda utawakuta watu ambao wanauadui dhidi ya waumini ni Mayahudi. Wao wengine wanauadui dhidi ya Mayahudi, wanauadui dhidi ya Waislamu pia, washirikina wanauadui dhidi ya Waislamu. Lakini hawa wa Kristo Mungu kasemaje? wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu aladhina qalu inna nasara, utawakuta watu ambao wana ukaribu mno na Waislamu, wana uhuruma mno na Waislamu, wale waliosema kuwa sisi ni Wakristo. Idhan hakuna Mkristo mwenye chuki dhidi ya Waislamu. Mungu ikiwa kama itakuwa yupo hivyo basi Mungu kaongopa, kasema, kasema, Mungu kaongopa. Mungu amesema wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Siji tunasoma wote Qur'ani au nasoma peke yangu? Kwa hiyo ukimwona pengine anashabiana na Ukristo alafu anachuki jua huyo siyo huyo, lakini Mkristo hasa hawezi kuwa na chuki dhidi ya Waislamu wabitali, Mwislamu hasa hawezi kuwa na chuki dhidi ya Mkristo wala hata dhidi ya Yahudi. Hamtonielewa upesi, mi nayo nafasi ya kukaa hapo. Mngalikuwa mnakuja, mngalinihoji hapa, hamwezi mkanihoji lakini tukisha siku ingine, kama tukae hapa, kama mtu anahoja aje, mimi nasubiri, sina wasiwasi. Nasema kwa kujiamini sana, tena sio sio kidogo, najiamini sana, kwa sababu Qurani ipo hapa. Alhamdulillah, Mungu amenifahamisha kiasi, na sunna za Bwana Mtume swalla allahu alaihi wasallam nazijua, Mungu amenifahamisha kiasi, nazungumza kwa kujiamini Ukimwona shekhe wa Kiislamu anamchukia Mkristo, huyo shekhe ajui Uislamu, wala yeye mwenyewe huyo pengine hayuko katika Uislamu wenyewe. Chuki haipo katika mafundisho ya dini. Mafundisho ya dini zote zilizotoka mbinguni ni mahaba na upendo. Someni vitabu, kwa sababu dini ni vitabu, vitabu. Msiwatizame watu, watu na tabia zao, msitazame watu na tabia zao. Kuna sehemu nyingine ukenda kuoa mwanamke umu Mtanzania umu hajui kama unampenda, mpaka umpige, mpaka umvunje mkono, umpeleke Muhimbili ana, ana POP, basi hata wazee wake wanajua kama unampenda mkeo. Sasa ao utawaweza wao, ndio anajua kwamba sasa huyu anampenda mkeo na yule mwanamke anajua kwamba mume wangu ananipenda zai mpaka anivuja mkono a watu aowwezia wa waache hivyo hivyo, hiyo ni watu lakini, dini a, dini hairuhusu yule umvunje mkono wala umpige. Dini kama dini haikuruhusu yule umpige wala umvunje mkono yule, inauduni inakuruhusu ulambe ulimi wake, umbusu, ufanyeje, ufanyeje, mbusu unavyotaka, hivyo unavyojua katika ufundi wako. Na wengine wanachelewa kwa sababu hawajui, lazima uwe fundi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allah yuhibbu, hakika ya Mwenyezi Mungu anapenda, idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, akifanya mmoja wetu jambo alifanye kwa ufanisi sana. Wewe hata ile mechi fanye kwa ufanisi sana, fanya kwa ufanisi sana mpaka akiodanii, yani watu wengine, yule atakuwa mume wangu yule lakini unafanya ovyo ovyo, um, anatafuta mwingine, anatafuta kijana, kwa sababu wewe si, umeacha ufanisi. Alikutuma bwana Mtume, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan, amalan kazi yoyote unayofanya fanya kwa ufanisi. Kwa hiyo hata wakati pale katika usingizi fanye kwa ufanisi, usifanye ovyo ovyo usifanye ovyo ovyo, ole wako, kwa sababu utakuwa unamfikisha una, una nusu. Mwenzie anataka kufika mwisho, ukimfikisha mwisho, lazima atatafuta mtu wa kumfikisha, ukimfikisha nusu, atamtafuta wa kumfikisha mwisho, kwa sababu mwenzie anakwenda bongo la moto na mpeleka pale, kamata ndokafika. Lazima mwelewe, Mtume anasema nini? Ukimuona shekhe yoyote anamchukia Mkristo, jua huyo si shekhe. Huyo huyo tumepandikiziwa ili tugombane wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu mliona wapi nyinyi daktari anawachukia wagonjwa? Na wakati ukiwa Mwislamu maana yake ukae katika nafasi ya udaktari

alhamdu lilahi wakafa wsalamun ala ibadih aladhina astafa wbad fattaqu llah ibada llah. Ndugu zangu wa, wa islamu msidharau dua. Dua ni muhimu sana, na tuendelee kumwomba dua Mwenyezi Mungu. Tumwombe Mungu, Mwenyezi Mungu, atuhuishie amani na utulivu katika nchi yetu. Tuendelee kuwa katika amani na utulivu. Ukisikiliza idhaa za watu wengine huko wanavyotusema, wala hakuna jambo lingine, wanatuonea choyo amani yetu na utulivu wetu, amani yetu na utulivu wetu ndio na wanatuonea choyo, maana Mungu akatujalia, tuna kila kitu, kila kitu tuna wanyama wa aina yote zote katika mbuga zetu, tuna misitu, tuna maeneo ya kulima ya kutosha, tuna hivi, tuna mafuta, tuna gesi tu, kila kitu, tuna almasi, tuna tanzanite ambayo watu wengine wote hawana. Si tuna tuna mlima wa Kilimanjaro watu wengine dunia nzima hawana. Wahindi wana mlima unaitwa Himalaya, yaani malaya. Lakini si tuna mlima wa Kilimanjaro, tuna kila kitu lakini kubwa lake tuna amani na utulivu. Watu wanatuonea ngoa, wanatuonea hasadi. Sisi tusiwaapize hawa watu wanaotuonea hasadi, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu awaongoze na hawa vijana wanaofanya fanya fujo, Mungu awaongoe awape akili, kwa sababu wengine inatokana na malezi huko walikolewa, walikolelewa wamelelewa vibaya vibaya. Mtu kakaa katika nyumba nyingine toka alivyozaliwa, wa, na wasikia watu wanatukana tu, yeye atakosa kutukana? Atatukana tu na yeye. Lakini sisi tuimbe mwimbo wa amani, na mazungumzo yetu yawe na amani, amani amani, na watoto wetu watakuwa katika amani na watakuwa amani tu, tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu amani na utulivu lakini pia tuwe na subira, subira. wasbiru wa ma sabruka illa billah, wala tahzan, inna Allaha maa as-sabirin, situnantika katika dada zetu, inna Allaha maa as-sabirin, zaikitokea au usubiri, inna Allaha maa as-sabirin, Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Tuwe na subira, tumwombe Mungu, lakini tuwaombe Mungu viongozi wetu Tumwombe Mwenyezi Mungu aje waziri mkuu, manake raisi tushakuwa naye alhamdulillahi rabilalamin mwana sheria mkuu tushakuwa naye alhamdulillahi rabilalamin. Tunangojea uh, spika na waziri mkuu aje. Mungu ajalie waje watu wema, waje watu wema watakaomsaidia vizuri mama katika kuendesha mambo yake, kwa sababu hawezi kuendesha mambo peka yake, lazima awe na wasaidizi sisi tumwombe Mwenyezi Mungu wale watu wawe wema na watu wabaya. Nyinyi mmewaona hapa mwaka themanini na <coughs> hmm. <coughs> mbili, kama mmesahau mwaka themanini na mbili, wengine wajazaliwa. Mwanangu Abubakar alikuwa hajazaliwa mwaka themanini na mbili. Mwaka themanini na mbili nilinunua junia mbili huko Saudi Arabia za nguo za ndani za kinamama, nijinazo hapa niuze mwaka thamanini na mbili alitokea mwanamme hapa, nime, nime, nimeziuza duni thamani kule kule Saudia, kwa sababu hapa ningekuja nazo airport na mi mwenyewe ningekwenda na maji. Kulikuwa na mwanamme hapa mtawala. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuletee watawala, waziri mkuu mzuri, mwema, anajua kwamba Tanzania ni watu wema wanahitaji kupangiwa mambo yao ili waendelee na uchumi uchu, uchu wao. Maana mimi nakumbuka jamani, mmesahau mimi nakumbuka imenikuta eh <tuhu> unanunua vitu kwa dola kadhaa, alafu unanii una dola ishirini ndio unakuja hivyo, na nami ndo nakuja bongo kwetu, wakati huo ninasoma. Kwa sababu wa nini? Waziri mkuu siku hiyo alikuwa mkali, wakati huo b waziri mkuu alikuwa mkali kweli mkali kweli kweli, hala mchezo. Sasa Mungu atuletee waziri mkuu eh, mpole kama hivi alivyo, Mungu alivyotupa raisi mpole huyu, raisi mpole hivyo, kwa sababu kwa vitendo alivyofanyia siku ile ya uchaguzi, kama ingekuwa mtu mwingine hapa, we hey. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima